Namtafuta Mwanaidi. Wazazi mara nyingi huamini kwamba kwa acha watoto wao wakae kwa ndugu au marafiki au watu wanaowaamini ni uamuzi salama na wa upendo. Wanadhani kwamba kwa sababu mtu ni ndugu au rafiki, basi atamlea na kumjali mtoto wake vizuri. Lakini kama nilivyosema kwenye video yangu iliyopita, tunahitaji kuwa waangalifu sana kabla hatujawapa watoto wetu kwa mtu. Sio kila nyumba ni salama. Siyo kila mtu mzima ni mwaminifu na siyo kila ndugu ana moyo au nia ya kumtendea mtoto heshima na mapendo anayostahili. Kuna mambo mengi yanatokea ndani ya nyumba za watu ambayo huwezi kuyaona, nyuma ya milango iliyofungwa, watoto wanaweza kunyanyaswa, kutumika kingono, kufanya kazi kupita kiasi, kutelekezwa, kubaguliwa au kunyamazishwa na kabla hujagundua kuwa kuna tatizo, madhara ya mateso hayo yanaweza yakawa yamemharibu mtoto kisaikolojia. Leo nataka kushiriki kuwaeleza habari kutoka utotoni mwangu, habari ambayo imekaa akilini mwangu kwa miaka mingi na kuniumiza. Habari hii ilinifundisha mapema sana kwamba mtoto anaweza kuteseka vibaya hata akiwa kwenye nyumba ya ndugu wa karibu. Nilipokuwa utotoni tulikuwa na jirani aliyekuwa akiishi na msichana mdogo. Huyu msichana alikuwa binti wa kaka yake anaitwa Mwanaidi. Kwa hiyo alikuwa ndugu yake kabisa. Alikuwa na umri unaokaribiana na wetu. Lakini maisha yake yalikuwa tofauti kabisa na yetu. Wakati sisi tunajiandaa kwenda shule kila siku asubuhi, yeye alibaki nyumbani. Hakuruhusiwa kamwe kwenda shule. Badala yake kila siku alitumia muda wake kupika, kusafisha na kufanya kazi zote za nyumbani. Hakuruhusiwa kucheza na mtoto yeyote, hakuruhusiwa kucheza na sisi, hakuruhusiwa kuwa mtoto. Shangazi yake alimtesa sana, alimfokea kumtukana kwa maneno mabaya, kumdhalilisha mbele za watu na kumpiga bila aibu. Tuliweza kusikia vilio vyake kupitia uzio tuliweza kusikia akilia kwa maumivu makali. Wakati mwingine yule msichana Mwanaidi alikuwa akijificha kimya kimya nyuma ya uzio ili kututazama na kuongea na sisi tukicheza, na aliweza kucheka. Huo tu ndio ulikuwa wakati wake wa furaha. Hakuweza kuungana nasi kwa sababu alikatazwa kufanya hivyo na hadi leo huzuni iliyokuwa machoni mwake ni kitu ambacho sitakisahau kamwe. Kinachoniumiza zaidi ni kwamba kulikuwa na watu wazima wengi sana, karibu watu wazima katika nyumba yetu, watu wazima katika nyumba ya jirani nyingine. Kila mtu alisikia manyanyaso yale, kila mtu aliona matokeo yake, lakini hakuna aliyemsaidia. Hakuna ofisa wa serikali za mitaa aliyeenda kumwangalia hakuna mamlaka ya elimu iliyojiuliza kwa nini haendi shule. Hata viongozi wa dini hawakutokea kumsaidia, hata familia yangu hawakumsaidia huyu mtoto. Mtoto alikuwa anateseka na kwa wazi kabisa. Nikirudi nyuma kama mtu mzima sasa, natambua jinsi watoto wengi wanapitia mateso kama haya ya Mwanaidi, watoto wanaotumiwa kama wafanyakazi wa nyumbani, watoto wanatukanwa hawapewi upendo, kupigwa na kunyimwa haki ya kusoma. Watoto wanaokuwa wakiamini kwamba hawana thamani kwa sababu watu wazima waliowazunguka wamekaa kimya. Hii ndiyo sababu nazungumza kwa nguvu. Kwa wazazi, msidhani kwamba kila nyumba ya ndugu ni salama. Kabla hujamwacha mtoto wako kwa mtu, jiulize, je, kweli unajua kinachoendelea ndani ya nyumba hiyo? Je, unawajua vizuri tabia zao hasira zao na mtazamo wao kuhusu kuwaadhibu watoto. Je, unajua kama mtoto wako ataheshimiwa, kupendwa na kulindwa? Na mwisho kwa Mwanaidi, kama uko mahali popote duniani, mateso uliopitia katika utoto wako hayakuwa kosa lako. Ninasikitika sana kwa kile ulichopitia. Kama kuna mtu yeyote anayetazama video hii anayemfahamu na aliwahi kuishi Tanga, tafadhali niarifu. Ningependa sana kuzungumza naye, kusikia hadithi yake, na kumwambia kwamba kuna mtu anayekukumbuka, anayemjali na bado anamtafuta. Watoto wanastahili upendo, usalama na ulinzi bila kujali wako kwenye nyumba ya nani. Na pia ni muhimu wazazi ulee mtoto wako mwenyewe. Wazazi, tuwache tabia ya kupeleka watoto wetu kwa ndugu Kwani huko wanaweza wakateswa na kunyanyaswa sana. Tafadhali like comment and share, ili ujumbe huu uweze kuwafikia watu wengi. Asanteni.